Lakini mbali na hiyo nchi ya Malawi imeonyesha interest ya kununua mbolea kutoka Tanzania, na sisi kama serikali hatutazuia nchi yoyote inayotaka kununua mbolea wapi kutoka wapi, Tanzania, kwa sababu hii ni mm -hmm, biashara. Hii ni nini? biashara. Yale mambo yetu ya kwamba kwa nini sisi tusizuie, itumike ndani? Hapana, tutaitumia na sisi lakini akipatikana mtu anayetaka kutoka nje naye ataruhusiwa kuinunua kwa sababu lazima mtaji uliowekezwa uwe na sense. Huyu mtu aweze kurudisha uwekezaji wake, apate faida, alipe mikopo yake benki, aweze kufanya, aweze kufanya biashara yake biashara yake vizuri. Mpaka sasa kiwanda kimeajiri wafanyakazi moja kwa moja, elfu moja mia nane na tano. Indirect jobs zinazotokana na kiwanda hiki baada ya kukamilika kwa wastani zitakuwa ni kazi zisizopungua elfu tano za moja kwa moja watu 1800 za indirect zitakuwa kazi 5000. Nadhani mnaona impact ya hili jambo, lakini hamto nadhani mtaona matokeo yake kwamba tukianza kuitumia zaidi mbolea inayozalishwa ndani ya nchi itatusaidia kupunguza import bill yetu tunayoagiza mbolea kutoka kutoka, kutoka nje. Serikali sasa hivi inakamilisha upimaji wa afya ya udongo, teknolojia walionayo wao itatufanya sisi kama nchi, ukitaka kuzali, kuzalishiwa mbolea ya Nzega, utazalishiwa mbolea kutokana na formulation ya product yako, zao lako, na ni kwa ajili ya Nzega. Kwa mtu wa Mafinga, kutokana na ardhi yake, sifa na virutubisho vilivyopungua, unazalisha mbolea kutokana na hivyo, kwa zao maalum. Tutaondoka kama nchi, kwa sababu mpango wetu kama serikali mwaka huu tumembakisha mikoa michache kukamilisha mikoa yote 26 kuwa na ramani ya afya ya udongo na taswira ya afya ya udongo kwa nchi nzima. Tutaenda hatua inayofata kupiga marufuku uagizaji wa mbolea generic. Haiwezekani hii nchi kuanzia Dar es Salaam mpaka Kantarambe tuna, tunatumia mbolea ya DAP tu kupandia. Haiwezekani, na tulikuwa tunafanya hivyo kwa sababu hatukuwa na taarifa za afya ya udongo. Serikali inayoongozwa na, na Dkt Samia imetoa fedha na hilo zoezi linaendelea. Jambo la kufurahisha kuhusu kiwanda hiki, wafugaji wa ng'ombe wamepata soko la uhakika la kuuza samadi. Sasa sasa hivi samadi tena sio kero, sio tena ile. Kule kwetu Usukumani unakuja una na tela ngwanamba te chukua samadi nenda kamwage shambani. Sasa samadi imegeuka kuwa nini? Fedha. Mpaka sasa wameshanunua karibu tani laki moja ya samadi yenye thamani ya bilioni 15, kwa uzalishaji unaoendelea. Maana yake kiwanda hiki kikifika mahali ya kuzalisha tani milioni moja za mbolea, mahitaji ya samadi yatakuwa makubwa sana makubwa sana kwenye nchi. Kwa hiyo tunawatangazia rasmi kwamba na ni vizuri Watanzania wakafahamu. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa makamu wa rais alikuwahi kutembelea Burundi. Alivyoenda Burundi, aliwatembelea hawa mabwana, akakutana nao, akawaambia Tanzania tunahitaji kiwanda cha nini, cha mbolea. Wakaja Tanzania mwaka 2021 ndio wakapewa ardhi na eneo la kuanza kufanya nini kujenga kwa hiyo sasa ujenzi umekamilika lakini ndani ya kiwanda chao wana line zingine mbili moja ni line ya kuchakata line. kuchakata chokaa kwa ajili ya matumizi ya, ya mashambani hili ni jambo muhimu sana kwenye sekta ya kilimo wengi wetu tumezoea kwamba chokaa tunatumia kupaka rangi ya nyumba na vitu vya namna hiyo si ndio jamani lakini kuna chokaa for agricultural purpose. kule anakotoka naibu waziri wangu Silinde ni miongoni mwa mikoa ambayo wat, wanasayansi wanatuambia kwamba tindikali liko juu. Unapokuwa na hali ya tindikali juu kwenye shamba na ukapeleka mbolea ya kemikali, maana yake unapoteza zaidi asili ya asilimia thelathini ya gharama bila sababu. Kwa hiyo corrective measures, njia ya kurekebisha hiyo hali ya tindikali, kuirudisha kwenye kiwango kinachotakiwa ni matumizi ya chokaa. Kwa hiyo kiwanda hiki ni kitakuwa ndio kiwanda kimojawapo kinachozalisha chokaa kwa ajili ya ya ya mashambani, mashambani.